Majadiliano, maja, msingi mkubwa wa majadiliano yetu ni kuwekeza zaidi nguvu katika hoja ya Mheshimiwa Rais aliyokuwa anasema mifumo yetu ya utoaji haki haisomani. Sasa Rais anapozungumza anazungumza na nchi nzima, azungumzi na watu wa serikali, anazungumza na si, si wote kwamba mifumo yetu ya haki, mnyororo mzima wa haki e, ile chain ya haki au ile ecosystem ya haki inapaswa kusomana na kusomana, imaanishi kwamba pe, ni taasisi za kiserikali pekee ni taasisi za kiserikali pamoja na taasisi ambazo zingine za kiserikali. Kwanza taasisi za kiserikali zisomani, alafu pia na sisi wengine wadau wa haki e, wa mfumo wa utawala sheria, masuala ya haki za binadamu tuwe pamoja. Kwa hiyo tumeona kwamba e, tuna changamoto ya kufanya kazi kwa pamoja. Eh, wakati mwingine tunakuwa tunaogopana bila sababu, wengine tunahisiana tofauti. Zipo taasisi ambazo tumeendelea kufanya nao kazi kwa pamoja, lakini zipo zingine ambazo pengine kwa sababu ya viongozi walioko katika taasisi hizo bado wanashindwa kutuelewa sisi kama ni wadau wakubwa asasi za eh, kiraia, vyama vya wanasheria. Sisi mawakili ni wadau wakubwa sana katika mnyororo wa haki. Mnyororo wa haki, kwa mfano mtoto anabakwa, mpaka anakuja haki yake inapatikana, wote tunahusika: asasi za kiraia, wanasheria, serikali, ustawi wa jamii, mahakama Eo, DPP polisi, yote tuna tuko kwenye mfumo huu. Sasa lazima tu, tu, tuangalie namna gani tutakuwa wadau pate fursa. Kwa hiyo kikao chetu hichi tunajaribu kuangalia namna gani tutajeng, tutajenga mashirikiano mashirikiano maana yake haimaanishi kwamba tunaondoa uhuru wetu kila mtu kufanya kazi yake hapana. Sisi tutabakia kuwa sasa kiraia, mahakama itabakia mahakama, wanasheria watabakia kuwa wanasheria, kila mtu atafanya yake, lakini yale maeneo ambayo tunahitaji kukutana, kwa mfano masuala ya reforms, kujadili mabadiliko ya sheria utungaji wa sheria kufanya uchambuzi wa sheria changamoto zilizoko kwenye jamii na mambo hayo, mambo ambayo tunaweza tukafanya kwa pamoja, lakini kuangalia taasisi zetu zina changamoto gani. Ndio maana tukasema tuka tuwe na forum ya moja kila mwaka, mkutano mmoja wa kila mwaka wa wadau, ndio hicho tunapanga tuna, ambapo tutakutana wadau wa serikali sisi wanasheria mawakili, tuangalie mfumo wetu wa haki unafanyaje kazi, changamoto ziko wapi, alafu tuweke mkakati wa kuzifanyia kazi. Na ndio maana mheshimiwa Rais aliunda mpaka kamati alifanya marekebisho kadhaa hapa na pale, na yote haya ni kuhakikisha tu kwamba mfumo wetu unafanya kazi, na mfumo hauwezi kufanya kazi kama wadau wa wenyewe hawako pamoja. Na ndio maana tumesikia waziri, waziri wa, wetu mgeni, mgeni rasmi leo waziri Kitila amesema kwamba hata mipango ya maendeleo hayawezi kufanikiwa bila wadau kuwepo, kama sisi na sisi ni wadau wakubwa. Kwa hiyo tunachosisitiza kwanza, tuondoe zile kutofautiana, kama kuna mtu alikuwa anatuona sisi ni watu wabaya ambao hatufai tufike mahala tambuane tu, tu, tu, kwamba sisi wote ni Watanzania na ni wadau wakubwa katika taifa letu na tuna mchango mkubwa. Kila mtu ana mchango wake mkubwa, inawezekana usio ni mchango wa kifedha, inawezekana usio ni mchango wa namna fulani, lakini na kila mtu na mhitaji fulani. Ili kwa mfano mahakama iweze kufanya kazi vizuri, wanatuhitaji mawakili, wanahitaji wadau wengine e, ili ofisi ya DPP ifanye kazi vizuri, wanatuhitaji sisi, wanahitaji mawakili, wanahitaji nini. Ukienda kwa Tume ya Haki za Binadamu hivyo hivyo, alikadhalika polisi na magereza. Kwa hiyo huo ushirikiano utaongeza uta spidi ya kutenda haki, utaongeza spidi ya masuala ya utawala bora katika nchi yetu, na kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo hata zimeainishwa katika ile ripoti ya Jaji Chande ya Mheshimiwa Rais, Tume ya Mheshimiwa Rais, tutaweza kuzifanyia kazi kwa pamoja, kwa sababu mapendekezo ni mengi ambayo pia hatuwezi kufikia kama tuko kwa pamoja. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba wadau wote wanaohusika na masuala ya, ya haki utawala wa sheria katika taifa letu e, waone sasa umuhimu wa kuendelea kufanya kazi na wadau wanasheria, vyama vya wanasheria, sisi sasa kiraia, tetezi wa haki za binadamu, na pale tunapokuwa tuna tofauti zetu tupate forum za pamoja za kukaa na kuzitatua badala ya kukimbilia huku kusemana huku kwenye, kwenye, of course, ma, kuongea na vyombo vya habari ni, ni sehemu ya maisha yetu, lakini sio kila kitu lazima tuende tukakiseme. Kama tuna fursa ya kuzungumza tukiwa tuna fursa labda mahakama ifanye vizuri, badala ya kwenda kwenye mitandao tukipata fursa ya kukaa tuna, tunasemana naye. Jaji akiona kwamba kuna vitu labda mawakili au watetezi wa haki za binadamu hatufanye vizuri, tukipata fursa ya, ya dialogue ya mazungumzo kama hivi, maanake tuna, tunasemana katika mazingira ambayo yanakuwa ni ya kujenga zaidi.